Leo tunakwenda visiwani Zanzibar ambako imetimia miaka mitano tangu kifo cha aliyekuwa kiongozi mkubwa wa kisiasa visiwani humo, Maalim Seif Sharif Hamad ambaye anakumbukwa, anatajwa kuwa kinara wa mageuzi ya kisiasa Zanzibar na baba wa kile ambacho kinaitwa ajenda ya Zanzibar, uh, ajenda ambayo inazungumzia kuhusu nafasi ya Zanzibar katika muungano na hadhi ya Zanzibar katika eneo la Afrika Mashariki. Tunaungana hapa na Othman Masoud Othman ambaye ndiye aliye mrithi katika nafasi zake za kisiasa na kiuongozi, kwa hakika kwanza katika serikali wakati akiwa makamu wa kwanza wa raisi, na baadaye katika chama akiwa mwenyekiti wa chama hicho cha ACT Wazalendo ambacho ni chama kikuu cha upinzani cha Zanzibar. Karibu sana bwana Othman, karibu kwenye mazungumzo haya na Deutsche Welle. Nashukuru sana nashukuru sana kwa kuwa na mimi, nashukuru sana kuwa na nyinyi na kupata fursa hii. Naam, asante sana. Uh, la mwanzo kabisa ambalo tukipenda kujua kutoka kwa kwako kwa ni kwamba imetimia miaka mitano tangu Maalim Seif ameaga dunia na bila shaka wewe ukachukua nafasi yake ya kiuongozi katika serikali na chama. Miaka hii mitano imemaanisha nini kwako, kwa kwa, na kwa Zanzibar? miaka hii mitano ina mambo mengi sana. Kwa kwangu binafsi, niseme nimepata fursa ya kutumikia nchi yetu, kutumikia wenzangu na kupata fursa pia ya kuendeleza uh, ajenda ya wazee wetu wakiongozwa na Maalim eh, katika kutafuta uh, pale ambapo Zanzibar inastahiki. Nashukuru kwamba tumekutana na mengi Uh, binafsi nimepata fursa ya ku... mi niseme zaidi ya kujifunza kuliko chengine chochote, lakini pia kutoa mchango kwa yale ambayo nahisi nilikuwa nayo kwa kuongeza na wenzangu, lakini kikubwa zaidi uh, nimepata maarifa ambayo katika eneo ambalo sikuwa nayo uh, hata kidogo, na ilo ni katika eneo la, la siasa. Mi nilikuwa mtazamaji, nilikuwa mfuatiliaji, lakini kipindi hiki nimepata fursa na kuona nini maana kuongoza, eh, ya kuongoza taasisi ya siasa, harakati za kisiasa, eh, na kuongoza harakati za nchi katika kutafuta eh, maslaha makubwa ya nchi na wananchi kwa ujumla. Kwa, eh, kwa Zanzibar, niseme ni kipindi ambacho eh, tumepata fursa ya kuendeleza na kujua kwamba maalim ali uh, na wenzake walifanya juhudi kwa kiasi gani. Kwa sababu uh, ilitegemewa kwamba labda yeye ameondoka, juhudi zile walizozianzisha zitafifia au zitakufa kabisa. Lakini watu wote wameshuhudia kwamba miaka hii mitano juhudi zao zile mbegu ya kufa au kufia kabisa. Kwa hivyo kwa Zanzibar nadhani hata mwamko umekuwa moja, na yote hayo bado uh, lile pengo la kutokuwepo kwake Uh, watu wanaliona na kila linapotokea jambo ambalo yeye alitoa mchango, utasikia watu bado wanafanya wanafanya rejea. Kwa hivyo imekuwa ni miaka mitano ya uh, kutezama kuendeleza pale alipokuwepo, kuongeza maarifa labda zaidi na kujifunza kusimama bila ya uwepo wake, lakini na pia imekuwa ni miaka mitano ya kuonyesha kwamba yeye ametangulia tu mbele ya haki lakini eh, kusema kweli mbegu walioipanda uh, bado inamea bado inakuwa na watu bado ikaka, ikaka, wana matumaini kwamba inaweza ikazaa matunda yale wanayoyataka. Naam. na, na unapozungumzia mbegu aliyoipanda Maalim Seif ambayo ndiyo bila shaka mnayomkumbuka kwayo unakusudia mbegu gani hiyo hasa? Nakusudia ni mbegu kwanza kuhusiana na eh, haki, haki ya Zanzibar. Uh, ukitizama kwamba harakati hizi zilisimama katika kudai haki ya Zanzibar ndani ya mfumo wetu huu wa muungano, na kwa kiasi gani mfumo huu eh, ama kwa, ku, kwa sababu za maksudi au ikiwa tu ni matokeo ya mfumo ambao haukutayarishwa kwa kwa, kwa kwa maelewano au kwa nia ya kuendeleza upande huu wa Zanzibar kuna haki nyingi ambazo Zanzibar imezikosa. Kuna mambo ambayo unaona Zanzibar imedumaa katika nyanja ya kiuchumi, katika nyanja za kijamii, katika hata katika maeneo ambayo Zanzibar ilikuwa na nguvu sana. Kwa mfano mzuri ni elimu kwamba Zanzibar ilikuwa mbali sana katika elimu, lakini kwa kuwa tegemezi e, imeendelea kwa maana ya kwamba labda kuongezeka kwa vitu mba, mba mbalimbali, lakini ilikuwa na uwezo wa kufika mbali zaidi, lakini kiuchumi vile vile Zanzibar unaweza kusema kwamba haijapiga hatua ile ambayo ina, inastahiki. Eh, na kubwa zaidi ni katika mshikamano wa kitaifa eh, na national cohesion, ni mambo ambayo aliyapambania sana, kwamba nchi hii tufike pahala tuwe wamoja, tushirikiane, tuwe na maridhiano tu tuweze kuiendeleza Zanzibar, tubaki na akhlaki zake za Zanzibar, za kwamba watu wa tofauti, wa mila tofauti, wa itikadi tofauti, wayni wa, yani wa pengine asilia tofauti, wote wanaishi katika nchi hii kwa salama, kwa amani, wageni na wenyeji wanaishi kwa salama na amani na kwa ustaarabu mkubwa, na ndio kielelezo cha cha Zanzibar. Lakini pia hata historia yake Zanzibar E, na ule utambulisho wake basi ni mambo ambayo walikuwa wameyapambania sana, na tunaona kwamba, eh, ni mambo ambayo kadri tunavyokwenda ni kama vile yanazidi kuporomoka. Kwa hivyo mbegu aliyoipanda ni zile ya watu kuwa kujitambua hilo na kulitafuta hilo na kulirejesha hilo e, e, ndio naona kama ni, ni mbegu ambayo waliipanda, na alhamdulilahi inaendelea kumea na vizuri. Umetaja uh bwana othman kuhusu uh, umoja wa kitaifa umoja wa zanzibari uh, maalim sefu alifariki dunia mwaka elfu mbili na ishirini na moja februari tarehe kama leo ikiwa ndio kwanza ametoka katika uchaguzi wa mwaka elfu mbili miezi michache tu bila shaka baadaye na bila shaka miezi, miezi zaidi baada ya kuingia katika serikali umoja wa kitaifa kufuatia uchaguzi ule kama vile ulivyokuwa elfu mbili na ishirini saa hizi ni mwezi februari mmetoka pia katika uchaguzi mwingine kipi ambacho kina mfanano na mpishano wa hali zenu chini ya Maalim Seif na hasa mapambano uh, haya chini yako wewe ambayo umemrithi yeye uh, Mimi ni nianze labda na mfanano, kwa kwa kweli mfanano ni kwamba tumeingia kwenye uchaguzi wa ishirini eh, ishirini tukiwa na mazingira ambayo tulitegemea kwamba uchaguzi utaenda vizuri, lakini bahati mbaya uchaguzi wa ishirini ishirini Uh, ulifanyika katika mazingira ambayo yalikuwa ni tofauti mno na chaguzi zote zilizowahi kutokea huko nyuma tokea tisini na tano mpaka elfu mbili na kumi na tano Huko nyuma kulikuwa na matatizo ya eh, ya, ya chaguzi hizi, lakini zilikuwa zaidi matatizo kama vile ni faulu za ndani ya mchezo eh, mwenzako ametumia advantage aliokuwa nayo eh, inherently kwa kuwa na serikali akaitumia dhidi yako, lakini unajua kwamba alifanya vile kwa mbinu, alifanya vile kwa eh, kwa hila, kwa kutumia ile nafasi yake. Lakini uchaguzi wa ishirini ishirini haukuwa hivyo, kwa sababu uchaguzi wa ishirini ishirini takriban asilimia tisini ya hiyo sheria yenyewe ya uchaguzi haikufuatwa. Eh, watu walifanya walivyotaka, mfano kura kutokuhesabiwa, wagombea wagombea kuinguliwa, eh, eh, matokeo kuto eh, kutangazwa, hakukuwa na majumuisho. Kwa mfano hata kura za urais hazikuhesabiwa wala hakukuwa na, na, na, na majumuisho, kwamba Chama cha Mapinduzi kiliamua tu kutangaza majimbo wanayotaka, eh, na wakabakiza eh, hayo yaliyokuwa Uh, waliamua wenyewe kwamba haya majimbo manne haya ndo tuyawache. Ndo ilipokuwa uchaguzi wa ishirini ishirini. Hakukuwa na kitu chochote kilichofanana na, na, na, na, na uchaguzi ya ya na juu ya hayo yakatokea na mawafa makubwa ya mauaji, wakati watu wakitaka wakitetea haki, haki zao. Tumeingia mm -hmm. uchaguzi wa ishirini ishirini na tano, takriban kila kitu kilichofanyika ishirini ishirini kimefanyika tena tena kwa kiwango kibaya zaidi katika uchaguzi wa ishirini ishirini na tano e, kwa sababu hata maofisa wa, wa, wa uchaguzi wa ka, mwaka ishirini ishirini walikuwa zaidi ni vikosi vimeingia vikabeba masanduku wakaondoka. Lakini uchaguzi wa ishirini ishirini na tano kwanza katika siku ya mwanzo watu wamepiga kura, kila mtu aliona wasiohusika mpaka watoto wadogo maofisa wa uchaguzi wenyewe kupiga kura tena nyingi, kwa kiwango ambacho kwa kweli kina kinatia kina kinaumiza sana, kwamba hivi kweli tuna, tuna watu ambao wanasimamia nchi hii wanaweza kuyafanya mambo haya hadharani bila kujali, kuna kuto kujali kwa kiasi hichi, kuna kibri cha namna hii cha kutumia madaraka. Kwa hivyo ukiangalia kwa kiasi kikubwa uchaguzi wa ishirini ishirini ulikuwa na vitendo vya ukiukwaji mkubwa wa uchaguzi pamoja pia na maafa, ambapo watu ishirini na moja walifariki na wengine kadhaa wakajeruhiwa, wengine wakapata ulemavu wa kudumu na mambo kama hayo. Tofauti ndogo ya ishirini ishirini na tano ni kwamba eh, uenguaji wa wagombea wa, wa, wa, wa, ndio kitu ambacho nadhani kilibadilika, kwamba hakukuwa na uenguaji wa wagombea na si kwamba hakukufanyika juhudi, zilifanyika juhudi za wazi ikiwemo za kumwengua mgombea wa urais wa chama cha ACT Wazalendo ambayo ilikuwa ni mimi mwenyewe, lakini kwa namna ambayo tulifahamu, tuli namna ya kuyafuatilia haya mambo, hilo lika-, lika na liliondolewa kwa sababu lilionekana tulingeweza kuleta maafa, eh, kuvunjika kwa amani kabla hata uchaguzi hauja- haujaanza. Nadhani hilo ndo lilokuwa liloepukwa tu eh, lakini kwenye uchaguzi hakuna ambacho kilibadilika, kili na pengine kilichobadilika ni kile cha kwamba tuliamua tu sisi wenyewe baada ya kuona mazingira yaliyoko ya ya kwenye uchaguzi wa mapema kwamba watu walishajipanga na of course kwa taarifa tulizokuwa tunazipata za ndani eh, matayarisho yalikuwa yameshafanyika ni kwamba kwa vyovyote, kwa vile na jinsi watu wetu walivyokuwa na hasira kubwa sana, tungewa tusingewazuia kwenda tarehe ishirini na nane kupiga kura, pengine maafa yangekuwa makubwa hayajawahi kutokea kwa Zanzibar, kwa, kwa jinsi hali ilivyokuwa. Kwa hivyo, alhamdulillah tulichoweza tunachoshukuru kwamba tuliweza na wafuasi wa, wa, wa wetu na Wazanzibari wakatusikiliza eh, ni ile nidhamu tu ya kwamba tulivyowaambia wasiende wasishiriki, na waachie mambo yaende, wafanye hawa watu, kwa sababu wanatafuta kivuli. Kwa hivyo tunashukuru hilo, ndio lililotokea kwamba tuliepukana na hilo naam. lakini vinginevyo hakuna tofauti yoyote baina uchaguzi wa ishirini ishirini na uchaguzi wa ishirini ishirini na tano. Naam. Kusikilizwa umesema aa, ni miongoni mwa mambo ambayo mnajivunia hivi sasa katika chama chenu ambacho kimeachwa na Maalim Seif Sharif Hamadi na kusikilizwa, huku ndiko ambako mnadhani kwamba kumetokana pia na msingi ambao amewacha Maalim, kusikilizwa na wafuasi wake? Mimi naamini kwa kiwango kikubwa sana kwa kweli. Mimi siwezi kusema wala siwezi kuchukua sifa ya kwamba labda tulifanya kitu cha ziada. Tulichofanya ni kuhakikisha tu ile misingi aliyoiwacha, eh, yeye ya kuwa pamoja kuwafikia watu wengi tu constituency yetu ya kila kila aina e, wa, wazee, vijana, wanawake e, na wale watu ambao wanaharakati, jep, e, kuli, ni wanaharakati japo hawatajwi. Hilo nadhani ndio tuliloweza, ni kuendelea kutilia maji ile mimea ambayo aliiwacha ali, kwa, kwa, kwa hakika. Na pengine kikubwa kidogo tulichofanya ziada ni kwenda kwa watu ambao hawakuwa kwa, kwa asili ni waungaji mkono wetu, kujaribu kuwafahamisha ajenda yetu, na tunashukuru kwamba wengi walitufahamu kwamba tunalotafuta si maslahi ya ACT Wazalendo eh, bali ni maslahi mapana ya Zanzibar na kwa mustakabala mwema wa nchi. Kwa hivyo kwa kiasi kikubwa mimi niseme, na tumetumia uh, nikiri hilo kwa uh, juhudi ambazo uh, walizianzisha misingi walioianzisha sisi tumekuja kuiendeleza na imesaidia imetu imelipa au imeleta tija katika harakati hizi. nam Labda swala la mwisho kabisa, Bwana Othman, uh, nasikia kwamba Kiswahili cha neno kumisi ni kupeza uh, jambo moja ambalo <coughs> wewe ukiangalia uki, uki, uki, uki nyuma ukaangalia siku za Maalim Seif, najua kwamba uh, hukuwa au uh, wanavyoona vo, wana wengine hukuwa katika saka, katika le duara la, kat, la karibu, lakini ulikuwa ndani ya duara lake kwa sababu mmefanya kazi hata ukiwa ukiwa serikalini ukiwa uko nje ya serikali, na umekuwa mshauri wake nakma mm -hmm. Hivyo ukiangalia nyuma uh, katika taswira yote kubwa ya Maalim Seif unampeza kwa lipi hasa moja mahsusi? Mimi ni seme ni namna alivyoweza kufikia na kukubalika kwa uh, watu wa aina zote na kuichukua hii harakati kuifanya ni ya kwao kuliko ya kwake. Eh, na hivi alilifanya kwa ufundi ambayo huwezi mi niseme, natamani kama nikumisi, natamani ingekuwepo, nikapata yale maarifa aliokuwa aliokuwa nayo, kwamba unaona kuna kitu ambacho kadiri unavyofanya kadiri unavyojitahidi Eh, lakini kuna kitu unatamani ungekipata kutoka kutoka kwake, na mi nadhani ni tukubali tu tuku kwamba ni karama ambayo Mwenyezi Mungu alimpa, na bila shaka awezi kukipata mtu mwingine hivi hivi, labda naye Mwenyezi Mungu mtu akupe, lakini kuna kitu ambacho Maalim alikuwa nacho, mimi sioni kama mtu anaweza akakipata kwa kujifunza ama kwa kusema kuzungumza majukwani kuna kitu kile na, ni muhimu sana kwa sababu ilikuwa inazifanya hizi harakati ziwe na, vijana siku hizi wangeita labda vibe iwe na, na kitu ambacho unaona kwamba zina vuma zaidi, zinajenga zina, zina hamasa kubwa zaidi, zinajenga matumaini zaidi na zinakuwa za kijitu kizima zaidi, yani ile maturity unaiona ni, ni kubwa zaidi. Kwa hakika, hicho ni kitu mimi natamani ikingekuwepo uh, labda nikapata zaidi maarifa hayo, ili kujenga eh, kujenga mustakabala mwema, na hili jambo ambalo ni muhimu tukaweza kulifanya kwa vizuri zaidi pengine kuliko tulikolifanya sasa. Naam, asante sana kabisa, bwana uh, Othman Masoud Othman, mrithi wa Maalim Seif Sharif Hamad, kwa kuzungumza nasi vileo katika wakati ambapo Zanzibar inakumbuka miaka mitano tangu kifo chake, kiongozi wenu huyu mkubwa wa kisiasa visiwani humo na kushukuru sana na kutupa fursa hii tukaweza kuzungumza na wenzetu katika dunia.